Gwajima aliwatorokaje polisi? Inaelezwa kwamba polisi walishindwa kumpata Gwajima ili hali walikuwa wamemzunguka. Maswali yanayoibuka ni je, aliwezaje kuwatoroka? Uh, njia za kisayansi ambazo huenda uh, Gwajima alizitumia kutoroka ni pamoja na uh, njia ya kwanza huenda hakuwa eneo la tukio. Kwa hivyo polisi walifika, lakini mhusika hakuwa hapo. Njia ya pili, inawezekana mahali alipokuwa e, kuna njia ya chini inayomwezesha kutembea chini kwa chini mpaka atakapotokea nje, lakini hii ni nadra sana, ni nadra sana kutumika kwa njia hii. Njia ya tatu, upo uwezekano kwamba alijifungia katika chumba maalum e, ambacho chumba hicho ilikuwa ni vigumu sana kufikiwa ama kugundulika kwa urahisi. Uh, lakini njia ya nne huenda alibadili mavazi. Kwa mfano e, pengine labda alivaa dera, alivaa mavazi ya kike na akajichanganya na waumini wakati polisi walipovamia e, na kitendo cha kujichanganya basi kikawa kimemsaidia katika kutoroka ama kuondoka eh, na watu waliokuwa eneo hilo. Uh, kwa hivyo vyovyote vile, tunasema kwamba uh, njia hizo nne uh, ambazo ni za kisayansi kabisa. Eh, labda hakuwa eneo la tukio mahali alipokuwa, kuna njia za chini uh, upo uwezekano wa kujifungia katika chumba maalumu. Huenda alibadili mavazi eh, hizo zina ni ni, ni, njia ambazo tunaweza tukazijadili kwamba pengine eh, Askofu Josephat Gwajima alizitumia katika, katika ku, ku, kuondoka katika eh, mikono ya polisi waliokuwa wamemzingira uh, hi, hi, hizo ni za kisayansi, lakini wapo watu ambao wanakwenda mbali kwamba Eh, hizi ni njia ambazo hatuwezi kuzithibitisha kisayansi. Wengine wanasema amefichwa na Mungu <laughs> eh. Sasa njia hizi sisi, eh, hatuwezi kuzithibitisha eh, kwamba amefichwa na, na, na, na Mungu. Ni ngumu sana kukubaliana na, na, na njia hii, lakini wapo watu ambao wana eh, wanaamini hivyo. Ah, kikubwa tu ambacho tunaweza tukaeleza ah, Uh, pengine eh, huenda njia hizo nne zikawa ni miongoni mwa njia ambazo eh, Askofu Josephat Gwajima wa Kanisa la Ufufuo na Uzima amezitumia, lakini mtu mwingine ambaye ni mgeni anaweza kauliza, kwa nini ametoroka na kwa nini alizingirwa na polisi? Gwajima alitoa ma, alitoa hotuba fulani ambayo uh, imemfanya awe anatafutwa na polisi kwa sababu ilionekana kile alichokisema E, pengine ilionekana kwa mamlaka kuwa e, kilikuwa pengine ni upotoshaji ama uvunjaji wa vifungu fulani vya uh, kisheria na miongoni mwa mambo yaliyotokea ni pamoja na kanisa lake kufungiwa. Hii imefanya wanaharakati mbalimbali kuibuka na kuanza kueleza kila mmoja kwa lake, kila mmoja kwa namna ambavyo anaona eh. Lakini eh, haya yote yanatokea eh, katika, katika nchi ya Tanzania na kuleta mitafaruku namna hiyo, kwa hiyo ndivyo ilivyotokea mpaka sasa kupelekea polisi kutanda katika eneo la kanisa la e, Bwana Josephat Gwajima ama unaweza ukamwita askofu e, na e, kutumia e, na kukamata baadhi ya waumini, lakini askari wakishindwa kumpata e, Askofu Josephat Gwajima waliondoka na baadhi ya waumini wakiwa hawajampata Gwajima. Pengine swali kubwa zaidi ambayo linaweza likaibuka ni kwamba sasa yuko wapi askofu Josephat Gwajima? Bado haijafahamika Josephat eh, Gwajima yuko wapi, bado haijajulikana alipo pengine akipatikana tunaweza tukaleta update zaidi ili tuweze kujua nini kinaendelea. Lakini kingine ambacho kinaweza kikamkabiri, labda tumeona wanaharakati kama Kibatala amesema kwamba, mwanasheria Kibatala amesema yuko tayari kabisa e, kumtetea Josephat Gwajima. Kwa hiyo, yote yote ambayo yanatokea tunaweza kuhitimisha sasa kwa kusema kwamba uh, Josephat Gwajima aliwatorokaje polisi pengine. Eh, hakuwa eneo la tukio. Inawezekana alipokuwa kuna njia ya chini iliyomwezesha kuondoka. Upo uwezekano wa kujifungia katika chumba maalum ambacho hakiwezi kufikiwa ama kugundulika kwa urahisi. Lakini pia huenda aliweza kubadili mavazi. Kwa hiyo upo uwezekano wa Gwajima kutumia njia hizo kutoroka. Kama unahisi kuna njia nyingine, unaweza kuongeza ukajadili.